E, chama cha upinzani ambacho kinatazamwa kama chama kikubwa kimetaarifiwa na tume ya uchaguzi kwamba kinaweza kisipate nafasi tena ya kushiriki uchaguzi katika kipindi cha miaka mitano kwa kukiuka uh, taratibu. Maanake hawakuridhia kusaini taratibu zile za mchakato wa mwanzo kabisa wa kuanza kwa, kwa uchaguzi. Kanuni za maadili kuelekea uchaguzi mkuu wa rais e, wa bunge na madiwani. Jenerali, wewe ni mwa, mwanasheria kitaaluma, kwa muda mrefu, unajua haki iko wapi wapi, kuna minywa hiki, na pia unafahamu siasa za ndani za Tanzania. Je, haya ambayo yamekikuta yame chama cha upinzani Tanzania Chadema ni haki au e, kuna ishara ya uonevu? Inadhani unapozungumzia una una unapojadili uh, hali ya shughuli yoyote inayofanyika katika nchi hii uh, kuhusiana na uchaguzi na mpangilio wa masuala ya kisiasa, uh, tusizungumze kama vile kuna tunatafuta haki au nini tu. Hakuna uwezekano wa kupata haki katika hali tulionayo hivi sasa, um, <laughs> ni kwamba hali imekuwa ni mbaya sana na mambo mengi yamekuwa yanakwenda hovyohovyo. Uh, ni hali ya kawaida imezoeleka sasa kwamba shughuli zinazofanywa zinakuwa zimegubikwa na uvunjifu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Unasema kwamba imezidi kuongezeka ikilinganishwa na huko nyuma, kwa namna ipi? Wewe unazifahamu siasa za Tanzania vizuri tangu mwaka elfu moja mia tisa kumi na tisa na ishirini. Uh, ndio kusema katika serikali, uchaguzi wa serikali za mitaa na uliofata uchaguzi mkuu na mwaka jana, uh, wanaoendesha uh, nchi hii wameamua kwamba hakuna uchaguzi wata, watafanya sarakasi zao na mwisho wa shughuli nzima watajitangaza wao wamepata asilimia tisini na tisa nukta moja na kadhalika, lakini e, si kweli kwamba kuna uchaguzi. Hakukuwa na na uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi na tisa wala hakuwapo na uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na mwaka jana katika uchaguzi walichoita uchaguzi wa serikali za mitaa hakukuwa na zamitaa, uchaguzi Mtu anaweza kuhoji kwamba njia bora zaidi ingekuwa ni vyama vyote vya, vya siasa vichukue msimamo mmoja badala ya chama kimoja tu kushinikiza mageuzi. Je, udhani kwamba Chadema pengine wamechukua uamuzi wa haraka au wa kukurupuka? Labda labda hiyo ingekuwa katika hali ya kawaida, hiyo ndio ingekuwa uh, busara ya kufikiria kwamba vyama vyote vinakuja pamoja, lakini sasa uh, <laughs> sema katika msafara wa mamba na kenge wamo. Sasa inapokuwa msafara wote ni wa kenge eh, mamba yatajiweka kando kidogo. Kwa kweli chama ambacho kina kina nguvu kiasi Chadema ni kidogo, labda Isiti Wazalendo. Na Isiti Wazalendo ni chama chenye nguvu zaidi na ushawishi mkubwa zaidi Zanzibar kuliko hii kilivyo uh, upande wa Tanganyika, na wengine wengi wana wanaweza wakashindwa labda kuelewana na Chadema, sijui sijui undani wao, wameweza kuzungumza kiasi gani na wamepata nini, wamepata katika uh, mazungumzo hayo uh, lakini kila mara inaonekana kwamba Chadema wana wana msimamo ambao uko wazi, uko bayana na na mara nyingi umekuwa akiongoza mazungumzo na serikali na wameshika mahala wanasema kwamba hii serikali haina tena dhamira ya kuzungumza na wao. Wapo wanaosema hatua iliyochukuliwa dhidi ya Chadema walijitakiwa wenyewe kwa kukaidi kanuni. Mtazamo wako ni upi kuhusu mitazamo kama hiyo? Uh, wanaosema hivyo basi wakuonyeshe nini, wana maana wana maana gani hasa wanavyo sema hivyo, sio kwamba ni mara ya kwanza. Kila uchaguzi uliofanyika katika miaka katika hizo awamu tatu nilizozitaja, elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini na elfu mbili na ishirini na nne, uchaguzi umevurugwa. Uh, hakuna watu walioona uchaguzi ukifanyika, lakini kuna mkwe wake uh, rais anaitwa Mchengerwa ndio waziri wa wa uh, serikali za mitaa inaelekea anajaribu kushindana kupata tuzo ya, ya uchaguzi uliovurugwa kuliko wote Afrika, hmm. E, mwaka jana wamepata katika serikali za mitaa eti asilimia tisini na tisa sufuri sufuri moja. E, sasa nashangaa kwamba wameshindwa kusema asilimia mia moja, labda na ishirini ingependeza zaidi. Je, Chadema wanao uwezo wowote wa kukata rufaa ama kauli ya hicho kinachoitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi ndio funga kazi? Uh, sijui labda wao wana, wana wana wana uwezo wa kutafuta njia za kukata rufaa uh, nisiwasemee, kwa sababu sijajua wanafikiria nini. Uh, mimi naweza kujibu maswali yale ambayo na nayaona na, eh, mambo ambayo nayaona na, naweza kuyazungumzia. Hii inawaacha wafuasi wa chama hicho katika hali gani hasa ukizingatia vyama vyama sasa hivi vinajiandaa na uchaguzi wa mwezi Oktoba? Sijui, wataamua wao wenyewe. Nitawasikiliza wanasema nini, wanaona nini, kwa sababu kama wanaambiwa wazuiliwe kushiriki uchaguzi kwa miaka mitano, inawezekana hata ka wakazuiwa kufanya kushiriki uchaguzi daima, hii inawezekana vile vile. Wanasema au kuna msemo wanasema, msitu ni ule ule, tumbili ndio tofauti. Kwa mtazamo huo, je, unadhani wagombea wa chama hicho wanayo nafasi gani pengine kuhamia vyama vingine, au kuna sheria inayowabana katika kushiriki uchaguzi ujao? Sijui Chadema wanaamua nini kuhusu hawa wanaotaka kuhama vyama uh, sijasikia wanasema lote ka wa, siwajui, ila mimi sizungumzi kama Mwanachadema, nazungumza kama mwananchi na, na wa kawaida tu. Naona kwamba hakutakuwa na uchaguzi uh, wowote um, kwa sababu wakuu wa nchi wameamua, hakuna uchaguzi nani sasa kwa hali iliyopo, uh, unadhani anastahili kuelekezewa lawama kwa masaibu haya yote ya Chadema? Ukiangalia mwenyekiti amefunguliwa mashtaka ya uaini na sasa chama uh, pia kimefungwa nje ya uchaguzi kwa miaka hiyo mitano, nani anastahili kuelekezewa lawama? Uh, ni mkuu wa shughuli zote hizo za zilizozungumza zote za uchaguzi, utaratibu wa uchaguzi, uh, utawala wa nchi kuna kuna kuna kuna mamlaka ya serikali, na ndiyo hiyo ambayo inahusika na kila kitu. Mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Freeman Mbowe eh, amekaa kimya. Sina hakika kama umesikia, amesikika kokote au ameshazungumza kuhusu swala hili, kama umesikia mahala, au nyinyi mna mikono mirefu na pengine mnafanya mawasiliano na wengi. Kimya chake kitafsiriwe vipi? sijamsikia sijamsikia kwa kwa muda mrefu tangu uongozi umebadilika, sijamsikia. Na kimya hiki kitafsiriwe vipi? Sasa sijui, inabidi umtafute yeye akueleze, na Mi... kutokana na maelezo hayo ndio upate tafsiri yake. Jenerali, mimi ni kushukuru kwa kushiriki mahojiano haya mafupi, pengine ni kutakia kheri, na pale linapotokea zaya jambo lolote linalohusu siasa za Tanzania, basi usitishi usisite eh, kutoa uh, ujuzi wako. Karibu, karibu sana. Asante DW, tuna tunavuma kwa kishindo.